Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel inakaribia kufanikisha jambo kubwa kufuatia mpango wa kuachiwa kwa mateka wa Israel uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump, na nukuu, kauli yake bado hatujafikia mwisho, tunaendelea kufanya kazi kwa bidii, natumaini kwa msaada wa Mungu, siku chache zijazo, hata wakati wa sikukuu ya Sukoti tutaweza kutangaza kurejea kwa mateka wote walio hai na waliokufa kwa pamoja, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, kundi la Hamasi limekubali kuachia mateka wote wa Israel walio hai pamoja na miili ya waliopoteza maisha, ikiwa ni sehemu ya mpango wa amani unaosimamiwa na rais Trump. Mpango huo wa amani ya Israel na Palestina unajumuisha pia hatua za kuondoa wanajeshi wa na Israel kutoka Gaza hatua kwa hatua sanjari na kuanzisha utawala wa mpito utakaosimamiwa na jamii ya kimataifa. Timu za matibabu za Israel tayari zimejiandaa kupokea mateka walioko hai kusini mwa Israel, huku kukiwa na hofu kutokana na baadhi yao kuwa katika hali mbaya ya afya. Wakati hayo ya kijiri, waziri mkuu Benjamin Netanyahu anapata upinzani mkubwa kutoka kwa mawaziri wa mrengo wa kulia wa serikali yake kuhusu kundi la Hamas kuendelea kusalia katika eneo la Gaza. Duru za siasa zinaonyesha kuwa upinzani huo unaweza kusababisha kufanyika uchaguzi mapema, suala linaloweza kusababisha wakati mgumu kwa serikali yake.